Wakati usitishaji wa mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa AFC M23 uliopendekezwa na rais wa Angola Joao Lorenzo, ambaye pia ni mpatanishi wa mchakato wa amani nchini Kongo, unatarajiwa kuanza kutekelezwa Jumatano hii, bado mashaka yanaendelea kuwepo kuhusu mustakbali wa kuleta amani nchini humo. Hata hivyo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuongezeka katika mkutano wa Usalama wa Munich. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner amethibitisha kuwa serikali ya Kongo iko tayari kufanya kila linalowezekana ili kufanikisha amani. Kwa hiyo tunajihusisha katika michakato hii tukiwa na matarajio kwamba wawezeshaji watatusaidia pia kuziwajibisha pande zote kuhusu utekelezaji wa ahadi zao. Kayikwamba anasema Kongo itaheshimu ahadi zake na inatarajia nia hiyo hiyo kutoka kwa pande zote zinazohusika. Kwa upande wake Marekani nayo imeongeza shinikizo kwa pande hasimu katika mzozo wa Kongo. Akizungumza mjini Munich, Massad Boulos, mjumbe maalum na mshauri mkuu wa masuala ya Afrika wa rais wa Marekani Donald Trump, alionya kuwa Washington haitakubali kuona makubaliano ya amani yaliyodhaminiwa na rais Trump yakipuuzwa. Hata hivyo, Boulos anakiri kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo bado ni mgumu, lakini anaonyesha matumaini kuhusu usitishaji mapigano. Ni jukumu letu sote kwa pamoja kuhakikisha kuwa mifumo yote tuliyoweka kwa ajili ya utekelezaji wa makubaliano haya ya amani inaheshimiwa. Ishara nyingine muhimu ni suala la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma, hatua yenye umuhimu mkubwa kwa misaada ya kibinadamu na kurejea kwa shughuli za kiuchumi Kivu Kaskazini. Waziri wa mambo ya ndani wa Rwanda, Vincent Biruta, anasema ana matumaini usitishaji wa mapigano utaheshimiwa na pande zote, huku akisisitiza kuwa swala la uwanja wa ndege wa Goma halihusu Rwanda. Uwanja wa ndege uko Kongo, si Rwanda inayokalia eneo tunalozungumzia, hiyo ardhi tunayozungumzia. Kwa upande wetu, hilo ni swala linalohusu serikali ya Kongo na mamlaka iliyoko pale ambayo ni M23. Kati ya mazungumzo ya Doha, juhudi za Luanda, hatua za Umoja wa Afrika pamoja na makubaliano yaliyosainiwa Washington kati ya Kongo na Rwanda, michakato ya amani inaonekana kuingiliana, lakini matumaini ya kupungua kwa mvutano bado yapo.